Wamekuamilia shilingi bilioni kumi ya kujenga mabarabara, ati wabunge wapewe hiyo pesa waweka kwa kera wakule hiyo pesa. Nyinyi mtakubali kweli? na sisi kama gavana tumesema kama hiyo pesa ya kujenga barabara hatupewi, hadi hiyo budget wakae nayo, tufunge account zikae. Unataka kujifanya kwamba kuna serikali ya county na siku nawe kila shilingi, kuna pesa kwa baba wakule, wana kuomba pesa kwamba, na hiyo pesa ni wananchi wametoa ushuru. Sisi mheshimiwa Rais atupembelezani na wewe tena. Uyanobu yungu. Semi. fanya kazi bila katiba inasema, si ndio? Tuko na commission ya revenue allocation ambao wanaangalia kikapu ya serikali wanasema, hii pesa ikianzia inaenda kwa national government, hii inaenda kwa county government. Hiyo proposal kienda kwa national assembly, wabunge wanakatakata pesa ya county yote, wanapunguza na kupaki karibu na zero. Hatukubali. kama watu hawataki county, county close down, forget about this thing.